Mungu ametujalia tumepata alama tatu. Kwa kweli, nashukuru sana technical bench na washukuru sana wachezaji wangu, na ukiangalia Afrika mashariki na kati, Simba Sports ukanda wote mpaka chini, Sekafa huku sisi ndio timu pekee ambayo tuko fainali katika Kafu. Wachezaji wangu kama unavyoona, kila mechi inakwenda kwa steli yao, wamejituma, wamepambana kwa kadiri ya uwezo wao, tumepata matokeo sahihi. Sema mashujaa kama mashujaa walikuja na mbinu ambayo wanazozijua wao wenyewe. Mimi nilijua ile slogani yao ya mashujaa mapigo na mwendo, lakini sasa nikaja kushangaa, wao muda mwingi wanalalala, wanajichelewesha. Yule kipa wao anataka kujifananisha na Kamara, kumbe ajui Kamara ni kipa wa hali ya juu na kipa wa fainali ya shirikisho. Kwa hiyo mimi kama mimi kwa kweli nimefarijika kwa hichi tulichokipata walioahidi milioni mia basi, wapi hata angalau nusu basi, hawa watoto nao kidogo waambulie, maana wamepambana kwa kadiri ya uwezo wao. Mwisho wa safari wakajua kabisa kwamba wameelewa kwamba Simba ni timu aina gani, wametoka vichwa chini, hawaamini macho yao. Ubaya ubwela umewatembelea. Nimefarijika, nimefurahi sana. Mechi ziko tafu, mechi zimekaribiana mno kwa mno. Tuna mechi leo tarehe mbili, tuna mechi tarehe tano, tuna mechi tarehe nane, tuna mechi tarehe kumi na moja tuna mechi tarehe kumi na saba tukiwa Moroko. Kwa hiyo mwalimu anafanya ile rotation ile tukuka. Kwa hiyo kama unafanya rotation ile tukuka, lazima kidogo kuwe na discipline na uchezaji, na washukuru wachezaji wangu, tumetoka hakuna hata majeruhi. Hilo ndio jambo kwa namchukua sana Mwenyezi Mungu. Nimefarijika mzee wa mipasi milioni, dalili za mvua mawingu, au amini hizo za macho yao, siai alama alama tatu kwenye mbio za ubingwa, nipo nasubiri tarehe ya dabi itakavyopangwa basi, shughuli nimemaliza. Na watani kama wajaja tunaisubiri, hey, tunaisubiri uhum. Tena mimi sikutegemea kama wenzetu, kumbe walienda kasi <laughs> Mungu huyo <laughs> sasa kasi wao ndio waliosema waizuie timu yetu isiingie uwanjani. Kwanza mimi nawapongeza sana viongozi wangu. Kingine ninachotaka kuambia wana Simba wenzangu, tumepata viongozi waliotukuka viongozi wenye kuelewa na kutaka Simba yetu tupeleke katika ile nchi ambayo tunaitaka sisi wanasimba, nchi ya football. Kwa nini nawasifia mimi viongozi wangu? ukija ukiangalia sasa kama mwenyekiti wetu Murtaza Mangungu, yeye kama yeye anajitoshelesha yeye mwenyewe, sababu yeye ni mwenyekiti wa wanachama pamoja na sisi mashabiki wa Simba Sports. Ukija ukiangalia kuna mwekezaji wetu hapo hapo, tayari tushafanya. Baada ya kutoka Sandalende tunakuja na Jeruto, eh ambaye Jeruto naye kamleta dia dola Umeona sinema hilo? Hiyo ndio Simba Sports. Na hiyo na, na, na, na, na, na, kitu nachotaka kuambia wana simba Afrika Mashariki na kati na Afrika kwa ujumla katika timu ambazo zilizokuwa quality ya juu katika uongozi Simba Sports namba na moja Roy Sandalendi hayupo anatoka Sandalendi. Simba hatupo. tunaendelea. lakini timu zingine akitoka muuza jezi tu. biashara nao kushine. Simba tunabakia pale pale. kwa hiyo mimi bwana nawapongeza sana viongozi wangu hakutaka kufanya papara wamefuata taratibu kama tulivyoona, mechi ya dabi, dada yangu, itakuwa palepale. Sisi wengine hatuna pressure, tuna enjoy kama unavyoona mzee wa pasi milioni.